Anaondoka tena, anapewa ile mpira. Nathan Elichilambo anaingiza cross ndani kwenye nafasi pia unapita, anaondosha na kwa kona. Ziada kwa kisha ile mpira haupiti na anautoa nje kwa kazi ambayo aliifanya Nathan Elichilambo. Gusa ile mpira kino, katolewa nje. Faisal, changanisha ile mpira ndani, anaiko Yoro Mamadou Diaby bonge la beki aliutazama ile mpira liokuona kuja na aliuona kabla kwenda kuzika kuuzika kwa kichwa chake na kwenda kutikisa kamba za El Merriekh Bentiu, wakati ambao Azam FC wanaendelea kupiga msumari wa zito tumaini ya ufufuo kwa upande wao. Yoro Diaby anakwenda kukandamiza kichwa kile, anakwenda kuzamisha jahazi kwa El Merriekh na agregeti inakuwa tatu bila kwa sasa. Mpira ambao ulipuka na alitoka mbali akiutazama, wapi ulipotoka. Yoro Mamadu fri heda, mpira ambao anapita katikati ya miguu ya Mina mlango Abu Zaidi lusajo mwekenda ametanguliza mpira kwa Abdul Suleiman Sopu naingizwa pasi ndani kwenye nafasi nasol Sadun. Bao la pili kwa nasol Sadun kwa mbali ya kitaba sam Fry benge. Pasi li nzuri sana, lusaji mweikenda kwenda kwa Abdul Suleiman akujiuliza acheze vipi pale. Sopu aliweka tu kwenye njia pocha Nasol saadun alikuwa kwenye eneo sahihi kwa sa wakati sahihi na kuandika bao la pili. Kweli, mwanamume anakura kwa jasho, ndicho hiki ambacho anakutana nacho nasol saadun.